Guys, it's the Jimmy Tadostini here. Back again with this video. Ah uh, leo nitakuelekeza jinsi gani uh, emergency call. Ah uh, nini emergency call na jinsi gani inavyotumika emergency call. Kuna baadhi ya watu wanajua hii nini emergency call na jinsi gani inavyotumika, lakini kuna baadhi ya watu, ah uh, marafiki zangu hawajui jinsi gani inavyotumika. Kutumika hii emergency call, just wameona tu hapa chini imeandikwa emergency call, but they don't know what it is, so hii video ni itakuwa kwa ajili yao kwa wale watu ambao walikuwa hawaelewi. Ukiwa kama unaelewa unaweza kaangalia tu, just for your entertainment, kama uelewe keep watching this video, angalia hii video kuanzia mwanzo mpaka mwisho uelewe jinsi gani inavyokuwa inaweza ikawa ni faida kwako pia so, Uh, kikawaida sisi binadamu muda wote wakati wote tunaweza kupata matatizo na as you see masimu yetu muda wote wakati wote tunatia ma pattern, tunatia ma password, tunatia ma pin every time, kwa sababu kila mmoja na sababu yake kutia pattern. So, lakini kumbuka, endapo utatia pattern alafu umeenda sehemu ambao rafiki yako maybe hayupo, ambaye anajua password zako, anajua pin zako, anajua pattern zako, uh, na pengine umetokea na tatizo pengine umezimia unaona eh, then wale watu ambao walikuwa hapo karibu wanachukua simu yako, then wanataka kuaccess maybe watafute namba ambazo zilikuwa mara ya mwisho kupigiwa au au kupigiana, ili wapige, wa muelekeze kwamba huyu mtu fulani yuko na hali gani fulani fulani fulani, ili upate msaada kwa haraka, lakini wanakuta password. Kama hivi sasa, nitakuelekeza wewe kama wewe ambao unaotumia hii simu yako kuweka password zako, lakini pia unaika password, na pia uweki kitu ambacho kinaweza kikakusaidia baadaye ili utapotokewa na tatizo lolote watu waweze kuzipata hizo namba uh, za watu wako muhimu ambao uliochagua endapo utapata tatizo wapigiwe na upate msaada kwa haraka ili kabla mambo mengine hajatokea. So, wacha nikuelekeze cha kufanya hapa hapa katika pattern yako. Chini, utaklik hii emergency call. Click emergency call. Mara moja utapo klik utakuja mfumo kama yon. Mfumo wa dialer wapo juu kabisa, unaona emergency information, click mara mbili katika emergency information, moja mbili. As you see, itakuja kama hivyo. Hapa mimi nimeshaweka watu wangu wawili hapa, lakini kwa wewe mara ya kwa kwanza itakuwa hakuna mtu hata mmoja hapa m so utaklik katika kile kipenseli No, nikisema kipenseli watu wasija kamaanisha vingine. No, sorry, hicho kipeni, utaklik katika kipeni hicho juu bali wa kulia, utaklik mara moja. Utapoklik itakudai, itarudi hapa mwanzo, itakudai password ili kuingia katika kile kipeni ambacho ulichokiingia. So password zako mzali unazijua mwenyewe, uta draw as you see. Password zangu mimi nimeweka invisible, so you cannot see it wrong. Okay, baada ya kuweka password yako hapa mara ya kwanza kabisa, hapa kutakuwa hakuna kabisa hizi namba, na kama mimi nimeziweka kule, kutakuwa hakuna itakuja hivi. So kwa wewe utaingia katika add contact. Katika add contact hapa utaweka wale watu wako muhimu, ambao unajua hapa. Mimi ndipo nitapata tatizo la aina lolote, hawa namba zao zikipatikana, inakuwa ni simple sana, wakapigiwa na wakaja kwa chapu, kwa haraka na mkapata msaada. So, hapa unaweka watu wako wote ambao unataka matano, sita, kumi wote tu ambao unajua, hapa msaada unapata kwa haraka. So kwa mimi ndo kama vile nitaika rafiki yangu maybe kitaula huyo, hapa wa kwanza nitaweka pengine na Mudi. Okay. Wanaweza kutosha watu kama hao. So hapa utaika wale watu ambao unahisi wewe watakufaa. For me ndo nimeika hivi. Then kazi yako itakuwa imemaliza, hmm. Endapo tutatia lock it, so kwa mfano umetokea na emergency, emergency yote ambayo umetokea. Uh, Mungu atuepushie na hayo, lakini sisi binadamu muda wote, wakati wote, saa yoyote tunaweza tukatokea na hayo matukio, kwa sababu pia tumeumbiwa sisi. So mtu atapochukua simu yako alafu akakuta pattern alafu aelewi, yani ni simple, just anakuja katika emergency call anakuja katika emergency formation. Anakuta namba, aidha anaweza akazikopia katika simu yake akapiga, au akikliki tu hapa anaweza akakliki jina alafu akapiga. So unaona kama unavyoona, haimdai password haimdai kitu aina chochote kile, haimdai password haimdai kitu aina chochote, na anaweza akampigia akaongea na msaada ukapata kwa haraka. Emergency call, emergency formation, anakuta namba, anapiga, imeisha. Au wewe ndo kama wewe ndo umemkuta mtu kama hivyo, just angalia huko kama zipo, umepiga utapiga. Kama hamna, ndo itakuwa imeisha hiyo. so that's information that I want to give today. Uh, nahisi umeelewa na information hii. Kama utaipata uta, uta, uta, uta vizuri, na kama uta, utaielewa uta, uta, uta vizuri, itakuwa ni na faida kwako kwa upande fulani, hatujui mimi na wewe kesho tutakuwa wapi, tutakuwa na nani? So make sure kama wewe ni mtu ambao unatumia Android, make sure unafanya hicho kitu for your own value. Yaani hiyo imeisha hiyo, thank God. Nakutakieni kila la heri, and if you are new don't forget to subscribe my channel if you like this information you can comment there oh yeah bye